Maafisa wawili wa polisi kutoka kituo cha Bungoma Railways wamefariki baada ya kuhusika kwenye ajali mbaya ya barabara katika eneo la Matulo kona wakati gari lao lilipopoteza mwelekeo na kugongana ana kwa ana na lori la masafa marefu. Edwin Sasaka ndiye anayetukunjulia Jamvi la West TV usiku wa leo na taarifa hiyo kwa kina. Kulingana na walioshuhudia ajali hii, gari la maafisa wa polisi lilikuwa likitoka mjini Webuye kuelekea Bungoma. Lilikuwa likiendeshwa kwa kasi, na hatua ya kulidhibiti baada ya kupoteza mwelekeo ilipelekea gari hilo kugongana ana kwa ana na lori la masafa marefu, huku maafisa hao wakifariki papo hapo, huku dereva wa lori hilo akipelekwa katika hospitali ya Webuye baada ya kujeruhiwa. Gari ya polisi ilikuwa inatoka sehemu ya Webuye na kama kawaida, hatuelewi kama walikuwa wanafukuzana na kitu, hatuwezi sema kwa sababu kile pengine walikuwa wanafukuza akionekani, lakini walikuwa na spidi ya juu sana, na ile trailer pia yenye ilikuwa inakuja upande, kutoka, kutoka upande ya Bungoma kuelekea Webuye ilikuwa kwa spidi ya juu, na ile gari ya polisi walipojaribu basi ku overtake kwenda upande ya right akapata kwamba kuna gari ilikuwa inakuja akajaribu kurudi. Sasa kurudi kutoka tena ndio anakutana na ile trailer. Walter Munga ambaye alikuwa kwenye lori. Anadai ajali hiyo ilikuwa ya kuogofya sana huku akielezea kilichojiri. Tumetoka Sudan. Sasa vile tulikuwa tunateremka hivi tulikuwa kwa gari watu wawili. Sasa vile tulikuwa tunateremka hivi na magari yalikuwa yanatokea pande upande ya wa Webuye. Tulikuwa foleni ya magari kama 15 hivi. Sasa tukastukia gari ya polisi imeovertake, na gari ilikuwa mbio spidi kama ya 80 aza derevo wangu mimi mimitandibo dereva wangu akajaribu kuwepa, ikashindikana, maana hii gari yetu ilikuwa kubwa. Savile gari polisi iliovateki, ikakutana ika na sisi moja kwa moja, tuna tunakuja. Akajaribu kuwepa, ikashindikana vila kwa barabara, akapata line yake imejaa, awezi kuingia, na gari ilikuwa kwa spidi, ndio akatuingia moja kwa moja. Baadhi ya wakazi waliofia katika eneo hilo la ajali wametoa wito kwa serikali na mamlaka ya barabara kuweka matuta kwenye barabara hiyo, hasa eneo hilo, kwani visa vya vi ajali vimeanza kuongezeka katika sehemu hiyo. Tumepoteza maaskari na tuko na uchungu kama sisi wakazi wa Webuye. Kwa hivyo madriver, tafadhali kama gari haina speed governor. Baba tuende polepole kwa sababu kulikuwa na eh, over, overtaking na hiyo overtaking haikuwa sawa sawa. Kwa barabarani huwa tunaona mambo mengi, lakini tuweze kudhibiti hizi vyombo vya usafiri, kwa sababu tunapofika katika barabara tambarale huwa tunaona kwamba gari inaenda sana, so unaweza sahau ukachiachilia zaidi. Kisa hiki kimethibitishwa na kinara wa polisi wa Bungoma Kusini, Rojas Bosire, huku akitoa wito kwa watumizi wa barabara kuwa waangalifu.

Ni barabara ya maafa ambayo imesababisha mauaji ya maafisa wa polisi wawili, huku wite kutolewa kwa serikali kuhakikisha kwamba wanaweka mataa kwenye barabara hii. ni kiripotia West TV kutoka Matulo eneo bunge la Buye ma karibi kaunti ya Bungoma jina langu ni Edwin Sasaka.